Habari. Leo nimekuletea elimu hii hapa, njia rahisi kabisa ambayo utaitumia kusevu picha zozote zile, alafu vile vile utasevu dokumenti zozote zile. Namaanisha dokumenti kama vitabu mbali mbali au unaweza ukasevu vyeti vyako mbalimbali vilivyopo katika mfumo wa PDF Unaweza ukavisave kwa njia hii rahisi kabisa. Tusipoteza muda, tuanze elimu yetu moja kwa moja. Utaenda hapa, njo hapa Play Store, kisha fungua apu hiyo, kisha andika maneno yafuatayo. Kisha andika hapo. Bila shaka umeona maneno hayo hapo. Andika hivyo hivyo usikose. Kisha search na maanisha tafuta, fuata hiyo mishale tu, ni rahisi sana. Kumbuka hapa tuna download hii app, ndio itakusaidia kusevu picha, dokumenti zozote zile. Kumbuka njia hii tuna save kupitia email. Kisha hapa umeona sehemu install in. Kumbuka app imedownloadiwa na watu b yaani bilioni kumi na zaidi. Hii ni apu makini, na hii ni apu maarufu na inaendelea kusaidia watu wengi. Aise ndugu yangu, ukisevu kwa njia hii hakuna kitu kitachopotea kwenye simu yako, yaani hapa ukipoteza simu, sijui simu imefanyaje, imeharibika Yaani wewe vitu vyako vitabaki salama, vitu vyako vitakuwa salama kabisa, au picha zako zitakuwa salama kabisa, miaka na miaka. Kitu cha muhimu wewe, kitu ambacho unatakiwa kutunza ni password za email yako tu, alafu na email yako uwa unaikumbuka, unaweza ukaiandika kwenye daftari lolote. Ukinunua simu nyingine mpya, unahamisha hiyo email, unaiweka kwenye simu nyingine. Yaani una login kupitia email ile zamani. Yaani vitu vyako vitakuwa vinarudi vile vile vile. Na ongezea kitu cha kingine hapo, unaweza ukasave vile vile hata namba za simu kupitia email. Haziwezi kapotea. Hata kama ukipoteza simu au simu hiyo imeharibika, namba zako za miaka na mamiaka zitakuwa ziko sawa hata ukihamisha simu nyingine. Yaani wewe kitu cha muhimu ni kuhamisha tu ile email. Jinsi ya kutumia hapo, hii utaifungua hapo, kisha utawasha data. Umeona mshale nilionyoshea hapo, kuna kajumlisha kaa hapo. Utakliki kajumlisha, kisha utaenda moja kwa moja kuchagua picha ambayo unahitaji kuisevu kuko njia ya email. Umeshaona, utaisevu picha hiyo na haitapotea. Alafu vilevile unaweza ukaenda ukachagua hata document. labda kuna kitabu unahitaji kukiweka ndani ya nini? ndani ya email, inamaanisha kukisave ndani ya email kupitia app hii. Utafanya hivyo hivyo, utaenda kukichukua kule kwenye file la mfano la WPS au faili lolote linalotunza PDF utakiingiza. Um, au kuna vyeti vyako ambavyo umeviskani vipo katika mfumo wa PDF, unaweza ukavitoa kule ukaviingiza yani ni tendo tucha kugusa hiyo plus hiyo hapo hiyo jumlisha, kisha utafanya utaratibu wa kuvitunza kabisa. Narudia tena, utatunza vitu vyako, vitakaa miaka na mamiaka, havitapotea hata kama simu zako zimeharibika na kupotea. Leo tulikuwa tunaelekeza njia rahisi kabisa ya kusave au ya kutunza picha zako mwenyewe au picha zozote zile na dokumenti zote, namaanisha vyeti na vitabu mbalimbali, hazitapotea milele na milele kupitia njia hii. Nitakuwekea video nyingine hapo chini linki, ili uweze kuangalia hatua kwa hatua kama hujaelewa. Kwa njia hii, tutakutana muda mwingine.